Mzee, sitaki kuona unazungumzia familia yangu. Habari za umbea wako peleka huko, lakini sio katika familia yangu. Nampenda mke wangu na sitaki mfuatilie, jamani, kitu gani kinachoendelea hapa. Umenielewa? Umenielewa? <coughs> ah. Yule ndugu yangu nakwambia kweli, unanisukuma kweli, liwaiduni nafikia kwa kitambo ah, ama kweli dunia imeisha. Naomba uondoke nyumbani kwangu, sitaki kukuona hapa sawa. Mimi naondoka, haina shida, haya maisha tu nawosi niangalie kijagula wote wale wale. Mume wangu kuna tatizo gani?

umenitia nini? Sitaki unikabe kama siku zile, tafadhali. Sinesha kwamba msamaa siya maisha. Alafu pole sana kwa walio kukuta tatizo lako. Unazidi kulopoka, unafanya mambo bila kufikiria. Wemtutu, unaongea kauli gani za kipumbavupumbavu? kwani mikosi langu nikwapla kwenda kumpelekea taarifa Aidoni kama mpenzi wake anamloga? We mtutu, mbona unapenda kufuatilia mambo ya kiutuzima eh? na umejuaje, juaje mimi ninalifahamu hilo lakini, Samundu, ninachokuomba usije ukamchukia ya rafiki yako Aidon. Mi najua wewe unajibu nyodo kama hivyo kwa sababu najua sitokufanya kitu chochote. unataka nikujibu? Sasa asa, sikia nikwambie. Na nakuomba sana, wa mtoto, sitaki kunifuatilia katika mambo yangu, fanya mambo yako na nami nifanye mambo yangu, mapana kunifuatafuata. Ukiendelea kunifuatilia, napiga simu babu yangu na bibi yangu wakushughulikie yangu Aidoni, sio muda, nitakusaidia lakini subiri kwanza nijue ni nani yupo nyuma ya haya yote. Ah, Samundu, mbona kama umekuja kwa shari? Ndio ni makuja kishali. Yani lokivyo vyovyote hivi vyovyote. Yani kitu alichonifanyia shemeji yako na mdogo wako Sijapenda hata kidogo. Yani uli shemeji yako miwa kunikaba mimi. Yani kunikaba, kunizalilisha mbele za watu. Mikisi watoto kunicheka mimi Samundu, dalali mkubwa. Hicho kitu sicheki hata kidogo hicho. Ha, ah, hilo swala hata mimi nalijua. Ndio lazima ukifahamu. Kwa sababu na wewe mwenyewe umerogwa. Una akili gani? Wewe na ilo ni nyinyi wote sawa. Akili zenu zinaendeshwa na uchawi. Mna nini mnachokijua? Kwanza, Samundu naomba tuheshimiane. Nasikumbuki ni lini kama Aisha ameshakuvunjia wewe heshima na hao watu ambao unazungumza, mimi mwenyewe sielewani nao. Sasa unapokuja hapa kwangu na kunipigia mimi makelele. Haujengi kitu Samundu. Cha kufanya ni mimi nawe kukaa chini tujue tunawasaidiaje. Wewe ndio na mke wake. Nadhani hilo ndio jambo sahihi sana la kufanya kwa muda huu. Mimi nimekuelewa. Na mimi muda kukaa chini za navi mimi sina na mambo mengi ya kufanya, ila na kitu kimoja, acha nikwambie, ili uweze kuamini kitu ambacho nimeona nacho mdogo wako. Umeliona hili? Hili lungu, hili hili lungu amunanalo mdogo wako, amelitupa pale kwao pale sasa Lidunguli, mimi siwezi kukupa kwa sababu nikikupa wewe utampelekea mdogo mdogo wako, afumishwe siku kesi itaisha. Yaani Lidunguli nakanalo mimi mwenyewe. Baadaye, ndaka jambo likishakuwa ubishani na mwoneshea, umeona mambo mshasiku, akae kimya, aumbuke, namwambie mdogo wako akiondolewa na uchawi tutamchoma moto. Ila mi naenda hilo jambo lako, tutakaa vizuri, tutaongea Jusa mundu akili zake zipo sawa. Najua nusu nivunjie ndoa yangu. Siku ile nimetoka hapa, narudi nyumbani nakuta mume wangu kakasi ebleni ananisubiri. Anaanza kuniuliza ulikuwa wapi, umetoka wapi, ila kutumia dimbili siku ile ningiumbuka. Nikabidi nimeongopee, nikamwambia nilikuwa kwa rafiki yangu, baada ya hapo nikaenda kusuka, ndo akajua kunielewa Yaani kwa ile nusu saa uliyokaa hapa nyumbani, umeenda nyumbani kwako huko umefokewa, na leo unanyanyua miguu yako huko unakuja unanipigia makelele eti utakuja kunivunjia ndoa yangu. Sasa umeona hivi leo? Ile unalala hapa hapa. We, yani wewe koma. Wewe mimi nakwambia ndoa yangu nusu ivunjike. Saa hizi unaniambia nilale hapa. Hivi kwani unajiamini nini? Nikuulize kitu. Please. Unanipenda mimi unipende? Mimi nakupenda. Na ndio maana saizi nimepita hapa nimekuja kukuambia hizi taarifa. Kwa sababu ninavyoona mume wangu kuna kitu ashaanza kuhisi. Kwa hiyo tunakuelekea sio kuzuri. Majibu ya swali lako yako ndani ya ya maelezo yako wewe mwenyewe. Kitu kinachokufanyaga ukikaa mbali na mimi ukose raha ya maisha. Au kitu kinachokufanyaga ukinikosa mimi ujihisi kama hamna maisha vile. Yaani kitu ambacho pia kimekutoa huko ulikotoka mpaka ukaja hapa na mpaka uko hapa sasa hizi kwa ajili yangu, yaani e, hicho ndio kinachonifanya mimi nijiamini sasa. Yes, hivi leo hivi utashinda hapa hapa, utalala hapa. Ikiwa nitajisikia kukupa ruhusa, utaenda kwa huyo boya wako. Mustafa, ah, Kasuku. Mwakuja, habari za nyumbani? Nzuri. Mbona kama unaonekana hupo sawa? Ah, ni kweli. Ah, kuna kitu Samunda amenionyesha ndio kinanifanya nisiwe sawa. Alokuonyesha? Ah, ni kitu, ni kitu gani? Wewe bado ni mtoto mdogo sana, kwa hiyo si vyema kuyajua. Ungeniambia, maana sisi watoto naweza tukakueleza jambo, wewe ni mtu mzima na ukakusaidia sawa. Ngoja nijaribu kukwambia, kwa sababu hata unachokisema ni kweli. Samundo alikuja nyumbani kwangu hapa, amenionyesha hirizi na anadai kwamba ile hirizi Nache anatumia kumloga mume wake. Kwa hiyo ni hilo tu mm -hmm. Kumbe ni hilo. Hiyo hirizi sio ya kumloga Waidon bali ni ya kujikinga yeye na Waidon, maana mdogo wako Nachi anampenda sana mume wake, lakini anatumia waganga ili asiweze kukaa mbali na mume wake na kuna jini anamfuatilia mdogo wako. Jini? Huyo jini anamfuatilia kwa sababu gani? Mdogo wako alishirikiana na jini ili kumwaribu akili mume wake ya aweze kurudi nyumbani pale. Na huyo jini alimpa sharti kwamba amuue mume wake na hilo sheti ndio linalomuumiza kichwa kabisa, na hawezi kufanya hivyo sababu anampenda sana mume wake. Hili eh, jambo mbona ni zito sana? Na mume ajuaje haya yote? Nilikwambia muda ukifika utajua kila kitu, na sio muda tamweka rafiki yangu Aidon sawa. Sasa utawezaje kumweka Aidon sawa? Niamini, kuna jambo nafuatilia kiundani zaidi. Na nikilijua kila kitu kitakuwa sawa. Hivi mtoto kasuku ni nani? Mbona maneno yake hayafanani na mtoto kabisa? Ngoja hmm, nione. Maana hata mitume waliletea watoto kuwasaidia baadhi ya mitihani yao. Hivyo wewe mwanaume una nini? Nimekufuata hapa nimekuambia chakula tayari. Umeniambia niende nikakuandalie. Afu unaondoka hata bila taarifa. Hivyo mwanaume upoje? Wewe mwanamke, lazima sasa hivi wewe una akili. Mimi si nilivyokuja hapo, kaniambia shemeji wa Idona amekuja na kuna kitu wa Idona atakuongea na mimi. Si ndio nimeenda kumsikiliza kama nitakunipa ishu uje. <laughs> Ungesubiri ule afu ndio uende huko kwa na rafiki yako wa Idona. Wewe mwanamke usinipangie. Ili tumbo langu mimi, alafu mwanamke, nisha kujua wewe una niloga huko ndani, na tena tekele chakula, ningekula kwa muda ule, ningekula uchawi wako uliopangiwa na mganga. Sasa kwa sababu ni chato kwa kuje muda wako na kupangia mganga, mimi nakula chakula sasa. Ndio kaniletea chakula sasa hivi, ni ile samundu. Mimi mimi nakuloga kweli? Ningekuwa nakuloga huko kwa, na sababu sasa ndani. Sasa sikia, na chakula changu sikupi wewe, naomba ukome ukomae. Tena usirudie tena kuongea kauli za kipumbavu kama hizo. Nini natoa ila chakula humo ndani, si mimi hapa, alafu unaongea kauli za kishujaa shujaa tu. Chakula changu siri wewe, kama nani basi? uli wako sileti chakula, ndio hapa inasema leta labu mzigo upo kichwani, talaka nginja nginja kwenu na mizigo yako. Sasa uli wako sileti chakula, twende ukalipe chakula. Nimekwambia hivi chakula changu si kupi, nini? Tutendana kama nitakutia mibanzi sasa hivi, twende kalipe chakula. Nimekuambia chakula sikupi. Wewe ndio unipata. Hebu ndio kwa sikulipi. Uko umekutumia simu za mkopo muda umeenda, mwanamke mzima. Tam, mambo ndo sio niondoke, muda umeenda sana. Sasa umenimisi, si lakini usu umetoka na mwanamke muda si mrefu mondani. Hebu swala la mimi kutoka na mwanamke hapa ilisikumize kichwa na wala isikuazishe. Pia pointi ya msingi ni kwamba umeenjoi, mi nimelizika. Sasa hivyo, mi ndo vitu vyangu mara zote, mi najua ni kugusia wapi ili uvizike sumana. So mwenye uso wako unavyo nawili sasa hivi kwa ajili ya vitu vyangu, hujui kwangu, mi najua unapata furaha kamili unapata furaha ile ambayo imejivicha ndani yako. Yani, kuna wakati ukiwaga na mimi, afu nikiwaga nimenyosha vitu vyangu, nakuona kabisa husu unafurahi furahi, yaani ile furaha ambayo inatoka ndani, sio ya kuigiza. Naelewa hiyo. Mimi ndo vitu vyangu, kama zika, mi ndo amani yangu. Sawa, so, niruhusu niondoke ili nisije nikasababisha matatizo mengine. Yeah, nalielewa hilo pia, mi niko na kuzingua tu Sitaweza kuruhusu ulale hapa mpaka kesho, najua itakuwa mbaya zaidi kwa upande wako. Utafika muda utaondoka. Au mna shida? okay. pia matumizi bado nayo, nimekwisha hapo sasa. Yani hapo ndo kwenye mambo yote hapo, na unaona sina hata mia, kipenzi cha roho yangu. Wifi yako katoka hapa kanikamua kila kitu, hapa nimebaki na pua tu. Unavyonyoa wifi, wakati mimi najua mke mwenzangu awe aweoke. Okay, amna shida. Ngoja nikuingizie kwenye akaunti nikuwekee laki moja, itakutosha. Inatosha sana kwa leo, asante. Mimi nakupenda ma mwanamke, nakupenda pia mume wangu. Muna tokaja na sikuelewi, umekuwa ni mtu mwenye hasira alafu hujaniambia kuhusu sa mundo. Samundu ni mjinga sana. Unajua jana kaja hapa na lengo lake alikuwa zuri kabisa. Shida yake kubwa ni kuharibu ndoa yetu. Hivi unaweza kuamini Samundu kaja hapa naniambia kwamba wewe ni mshirikina, yaani wewe unaniroga mimi? Alafu akuishia hapo, anadai wewe una hirizi ambayo naniopareti mimi. Oh, mbe Samundu kachukua hirizi a sasa hapa inabidi nimtafute kokote kule aliponipatie risi mke wangu. Sasa unaanza kufikiria nini? Hamna shute inachofikiria. Hivi kwa nini unakuwa ni msiri sana? Kwa nini vitu vyako tai kuniambia mimi? Na kuona kabisa una vitu ambavyo vinakusumbua, lakini utaki kabisa kuniambia. Yaani jana tu katoka kuniuzisamundu, alafu nawe unaniuzi hapa Sa naona, nikiendelea kukaa hapa utaendelea kuniuza. Ndoke niondoke zangu, ni huko nikatuliza akili. Mume wangu, mume wangu, mume wangu! Mbona hivyo hivyo? We mtoto, umefuata nini nyumbani kwangu? Si nilikukataza kanyega hapa nyumbani kwangu? Umefuata nini? Nimekuja kwa wema, wala sitaja kwa ubaya. Kwanza rafiki yangu Aidoni yupo. We mtoto, koma, nimesha ukataza kukaa mbali na mume wangu. Una rafiki gani na mume wangu Aidoni? Najua unaniambia nikae mbali na mume wako kwa sababu unamloga si ndio? We mtoto, umetumwa? Yani umekuwa kimbelembele sana kufuatilia maisha yangu. Najua unampenda sana mume wako Benu, kupa ushauri mapenzi ya kweli hayalazimishwi, mwache mwenye. Rafiki yangu Aidon atakupenda kwa moyo wake wote, lakini sio kwa hivyo navyomfanyia wewe. Bado ni mtoto mdogo sana, hujui chochote. Naomba utoke nyumbani kwangu, toka nyumbani kwangu. Sawa, mimi naenda, ila ukitaka msaada wangu utaniambia, sio kwenda kwa huyo mganga wako, hatakusaidia chochote, wala kumtoa huyo jini inayekusumbua. Hivi mtoto kaajuaje yote haya? Alafu amenikumbusha kwenda kwa mganga wangu. Hivi kuna nini kinaendelea kwa nachi? Ina maana nguvu zangu zote zimeshindwa kumdhibiti sasa. Siwezi kumwambia Malkia Mdoli, maana nikimwambia kwamba nimeshindwa kumuua yule mtu hata nielewa, inabidi nitafute msaada kwingine. Kausali Akau, mbona gafu amenitia nini? Kuna tatizo? Ndiyo Kausali, kuna tatizo na nataka unisaidie. Tatizo gani hilo? Kuna kazi nilimpatia binadamu lakini ameshindwa kuifanya. Kazi gani uliompatia ubinadamu? Kazi niliyompatia ni yeye kumuua mume wake. Kazi hiyo amekupa nani? Hiyo ni siri Kausali, haitakiwi hata wewe kujua Nyakau, kwa hiyo unaamini mimi? Hapana Kausali. Nakuamini sana. Sema ni siri. Niambie ili niweze kukupatia msaada. Sawa, Kausali. Aliyeniagiza ni Malikia Mdoli. Na ameniambia natakiwa iwe siri hata mwanaye kasuku asijue, kwa sababu mtu aliyenituma nikamue ni rafiki yake kasuku. Ah, Malikia Mdoli. Sawa, geuka nikupatie nguvu. Asante sana Kausari, subiri niende nikatekeleze wajibu wangu. Ukweli umeshapatikana. Kumbe alimwagiza Nyakau ni Malkia Mdoli. Sasa hapa inabidi niende haraka sana nikamwambia Malkia Kasuku, kumbe mama yake yupo nyuma ya haya yote.